Aya, tupo na dada yetu hapa ambaye ndo amehusika pia kwenye hili tukio. Sasa atafunguka mawali matatu kwa sababu tunatamani kufahamu uh, yeye pia imemguswa kwa kiasi gani hili tukio kama binti na kutokana na situation jinsi ilivyo, na huu, watu wengi wameshangazwa na huu mwezi jamani, matukio kama haya kwa nini yanafanyika uh -huh, kama tunapomuona hapa lakini pia uh, tuta Sijui kama hatatukubali kutuambia jina lake dada, tunaweza unaitwa nani? Kaza wapi? Lahma, haya, tunakipenda kufahamu dada, uh, situation mzima, huyu ni nani yako ambaye kuwa naye ni mume halali au ni mpenzi tu? Ni mpenzi wangu tu, mm. muda mrefu lakini sio mpenzi wa muda mrefu. Haya, sasa tungependa uh, kupenda kufahamu kwamba mwezi kama huu dada Rahma, eh, kwamba uh, ametuelezea huyo mpenzi okay, wako situation jinsi ilivyo kwamba mlikubaliana uh, ndio mkajikuta kwenye situation kama hiyo, ukasema utalala kwake na ukasema kabisa kwamba nyumbani wanajua wewe umefunga, lakini kumbe umekuja huko. Sasa ilikwaje? Labda nawe unaweza ukatuambia ukweli wote, na ulikuwa unafahamu labda yeye alikuwa na matatizo na changamoto na mwanamke ambaye alikuwaga naye kwenye mahusiano huko nyuma, ndio maana akaja mtaa huu wa kwenu? Mm, kiukweli, sijawahi kumuuliza, sifahamu chochote mm. ila nilim, nini, nilimtafuta nikamwambia, nitakuja mm. Ye yeah, alikuwa juu kama nimefunga yeah. Na mimi sikumwambia ndio kicheti mm. Nikaenda hivyo, nikaenda kwake tukakaa. Kilichotokea mwenyewe, sikutegemea kama kitatokea kitu kama ka hicho, mwenyewe nilishangaa, kwa Mwenye nilishanga kwanza, kwa nini imekuwa hivi mm. Sasa na wewe yani, labda ulifunga kimoyoni, ulifunga au kinje ulifunga? Kuna wale watu ambao wanakuwa wanafunga wanasingiza wamefunga, lakini uh, kimatendo wanakuwa hawajafunga. Kwako ipoje? Nyumbani, wanajuaje? Kwa sababu ni binti unakaa nyumbani, nyumbani unajua nimefunga, ila mimi ni... sijafunga. Sawa, hmm. ah. Sasa kwa situation kama hii uh, nyumbani itakuwaje wazee, kwa wewe unavyoona, na unaambia nini labda wazazi? Mpaka sasa hivi utarudi nyumbani, mpaka sasa hivi bado hujarudi nyumbani, ah. Nawaza kwa sababu mzee navomjua kwanza, kurudi kwenye, naogopa sije, hata narudi na mguu gani? Naogopa, naogopa. Haya, hebu tuelezee situation ilivyo, kwa sababu watu wanasema tu nikugandiana. Sasa tunataka tufahamu, uh, jinsi ilivyokuwa mpaka imeganda, ilikwaje kwaje hiyo tu mpaka ukajikuta? Naona hiki kitu sijategemea kunifikia mimi. Ah, sijui hata nieleze vipi, lakini kiukweli nilikuwa naumia, yaani kitu ambacho kijawai kutokea mwenyewe. Nilikuwa na kishanga, halafu mnaoshangaa maumivu yametokea wapi. Eh, sijui hata niongee vipi, yaani hmm. Hivyo ilikuwa ni maumivu makali eh, hivyo tu hmm. Hmm. Haya, kwa situation iliyotokea, bado unampenda huyu kijana ambaye umekutana naye kwenye hili tukio uh, hmm. Kikweli nitafikiria kwanza, niambie huko nyuma aliishiishi vipi? Kama akinielezea nikamwelewa, tunaweza tukaendelea. Anasema kwamba yeye anahisi mahusiano yake ya zamani, huyo mpenzi wake ni mshirikina mchawi, kwa anaweza kawa ndo yeye ndo amesababisha, na hata mtaalamu amesema hivyo. Sasa kwa upande wako, hili ndo nalifahamu sasa hivi kwamba sababu kubwa ni huyo mpenzi wake, kwamba ni mshirikina. Sasa wewe ndo nakuuliza, utaendelea kumpenda kama vile ulivyokuwa unampenda? Funguka tu moyo wako ndio jinsi unavyo unavyojisikia sasa hivi hapa. Kiukweli ukaka alikuwa anampenda. Hmm. Ila... shoti hapo mm. Anampenda arudie swali, alikuwa anampenda, swali alikuwa anampenda. Yaani wasema anampenda twende. Bali anampenda hivyo hivyo. Yaani unampenda hivyo hivyo. Anampenda. Kiukweli ukaka anampenda. Hmm na ili jambo lilotokea, kama mwenye ataweza kulisolve kuliweka sawa tukaendelea. Mimi bado nampenda yeye. hmm. Kama naweza kulisolve likawezekana, tutaendelea. Sasa kumbe bado unampenda. Ehe, sasa tunataka kufahamu, uh, wazazi watalichukuliaje hii taarifa? Kwa nini huyu uh, kijana hasije nyumbani kujitambulisha? na uh, sio kama hii ilishatokea Yani, hapo kiukweli tumekosea mi na yote tumekosea, mzazi mm. Kama mzazi wewe kulichukulia ikiurahisi lazima mm, atakasirika, atafoka hivyo mm. Lakini mi nitamshauri tukae kama watu wazima, tushauriane, tuwafate wazee, tukaombe msamaha. Kama wengine watataka tulifanye tutafanya, mm. okay. haya Uh, unamwambiaje sasa huyo mwanamke ambaye anamfanyia huyu mpenzi wako sasa hivi kwamba uh, haingie kwenye ushirikina kama hivi? Unamwambiaje huyo mwanamke ambaye uh, anamtesa mwanaume wako na anakutesa wewe sasa hivi hapa kwa, kwa chuki zake binafsi ya mapenzi kiukweli? Namwambia huko kuti aliko, kama ananisikia, mambo anayofanya sio mazuri. Kama mtu aliamua kuachana naye Ah, mwe tuko mvu ni mtu sio wa kwake, mpaka mtu ameamua kutoka ujue, basi kuna sababu ilimfanya atoke. Kama yani ni hivyo tu, atuache, atuache, mambo sio mazuri, anatutesa sisi. Angekuwa ni mtu wake sawa, sio mtu wake. Mimi namuomba tuache, huu mwezi wa Ramadhani, tuswali jamani, tuachane na mambo mabaya. Ona sasa leo tumekuta hivi, kesho tutakuta huko nyingine. Haya, utaendelea ku, kufunga kwa sababu bado ndio kwanza chungu cha tatu. So kiukweli nitaendelea kufunga, ni niombi msamaha kwa hii zambi liloifanya. Hmm. Itabidi nirudi kwa Mwenyezi Mungu, niombe msamaha pate kunisamehe. Pole sana hmm. Hmm. Asante, ndio hivyo. Mtihani unawaambia nini sasa raia, uh, wananchi pia kwa kile kitu ambacho labda wanakiona na wanakifikiria na wanachukizwa na hiki kitu ambacho mmekifanya na mnakipitia, kwanza yote kwa yote naomba watusamehe kwa watu, watu mm -hmm. watu, kitendo tulichokifanya sisi hatukutegemea kama itakuja kutokea hiki mm -hmm. Sisi tujua tu tunafanya mara moja inaisha, ila tusamee jamani, kwa wote mmeshuhudia tukio letu yaani Sina hata cha kuongea tu kwa hili nangalia huko. Au ndo naona aibu, ndo na aibu. Pole. Asante. Mwenzia anasema alikuwa anasikia utamu baadaye akaanza kuona vitu vinagendana, yani havitoki. Wewe ulikuwa unasikiaje? Yani maumivu, kwa sababu kule kuachi hali ile alivyotokea tu tunajaribu kuachiana tua mm. Tunapata maumivu makali sana hata. Wapi unapata maumivu makali? hmm. ah. so. Na wewe hauna mpenzi mwingine labda? <laughs> unahisi labda yeye ndo alikuwa labda ni chanzo pia, labda maake, tusimseme yeye, kumbe na we labda unachepuka Hapana mm, hapana hatuna mambo hayo. Hata mtu wangu waliopita huko nyuma hana mambo hayo, yeye ni mtu wa dini, hivyo siwezi nikafikiria kwa haraka haraka, lakini hana mambo hayo. Haya, unasema ulikotoka na unakoenda. Je, unajutia ulipo sasa hivi? Ah, kwa hii situation mm. Kiukweli najutia maana ni aibu kubwa sana aliyopata, sikutegemea. mm. uh -huh. mm. Haya, asante sana pia pole pia pale. Aya, asante karibuni. Basi tutaendelea kuwafahamisha kwa kile kitu ambacho kinaendelea kutokana na hili tukio ambalo limetokea hapa eh, Kitunda. Sawa, ehe. Haya, asante kwa kuwa nasi mwanzo hadi mwisho.